E, bwana huyo unayemshuhudia ni mtoto wa Shahrukh Khan anaitwa Aryan Khan. Aryan Khan amezaliwa Novemba 12 mwaka 1997. Huyu ni mtoto wa kwanza wa mwigizaji Shahrukh Khan SRK na mkewe Gauri Khan. Huyu bwana, so so so so kipolepole. Ana degree ya Fine Arts kwenye masuala ya uzalishaji filamu uh, ambayo kaipata kutoka chuo kikuu cha kusini California. Huyu alikuwa anavutiwa zaidi na uzalishaji sinema kama kama ambavyo mama yake anafanya ila wadau wengi na waigizaji wakubwa walimshawishi sana baba yake amshauri aigize. Ya dogo bado hajafikia uamuzi huo, ila kwenye uzalishaji filamu yuko tayari. Anashikilia mkanda mweusi wa Taekwondo na alishawahi kushinda ubingwa wa mchezo huo jimbo la ma, Maharashtra. Si kwamba hajawahi kuigiza la hasha, aliwahi kuigiza filamu moja kama mtoto. Nayo ni ile ya uh, Kabhi Khushi Kabhie Gham ambayo ndani yake kuna aa Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Shahrukh Khan mwenyewe, Kajol na wengineo. Ile filamu baba yake alicheza kama Rahul, yeye aliigiza kama Rahul akiwa mdogo, wadiwe, kama yeye aliigiza mdogo, wengi hawajui kama yeye ndio yule mtoto mwenyewe. Bwana huyu ni Aryan Khan, amezaliwa Novemba 12 mwaka 1997, ni mtoto wa kwanza wa mwigizaji Shahrukh Khan na mkewe Gauri Khan. Ulikuwa unafahamu kama yule mtoto kwenye movie hiyo ya Kabhi Khushi Kabhie Gham ni mtoto wa Shahrukh Khan, ambaye ndo huyu Aryan Khan. Shika hapa.